Nashukuru vyombo vya habari lakini pia nichukue nafasi kushukuru sana wananchi wote, lakini pia na ndugu zangu vijana vijana wetu wa hamasa wa umoja wa vijana kwa uwezo mkubwa wa ushereheshaji, tunawashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, bila kuathiri bila kuathiri risala hiyo iliyosomwa na mtendaji wa kata ambao kimsingi ndio makubaliano yetu, lakini ni kwamba kilichosababisha kama walivyosema waliotangulia ni kwamba shule yetu ya msingi Mwilavya ambayo ndiyo shule mama kabisa ina madarasa kumi na moja tu, lakini wakati tunawaza kuanzisha shule nyingine kwenye mfumo tulikuwa na watoto elfu mbili. Sasa unaweza ukaona namna ambavyo walimu wetu wanafanya kazi katika mazingira magumu lakini pia unaweza ukaona namna ambavyo msongamano ni mkubwa sana wa watoto darasani madarasa kumi na moja kwa watoto elfu mbili lakini baada ya kuwa wamemaliza mwaka wa kwanza na wa pili wamebaki kwenye mfumo elfu moja na mia sita kama na sitini kwa hiyo eneo hilo ambalo mweshimiwa mgeni rasmi tunakwenda kujenga shule ni eneo ambalo tayari limekwisha pimwa lina ukubwa wa heka sita pointi saba lakini pia kuna hiyo kitu ambayo imesema thamani yake ni milioni 90 na ukizingatia mheshimiwa mgeni rasmi, kata ya Mwilavya tumekuwa hatuna maeneo yaliyotengwa ya huduma ya za jamii, na inakuwa inapelekea sasa kila wakati tukitaka kujenga au kuweka miundombinu ya huduma ya kijamii, mfano zahanati, shule ya msingi, sekondari, lazima tulipe fidia. Sasa lile eneo unaweza ukaona sekondari, maana unaifahamu vizuri, namna osuma sekondari mpya ya Mwilavya ilivyopatikana, lakini pia unafahamu pale ilikuwa na heka 10.10 tulifidia kama milioni 29. Sasa unaweza kaona hii heka 6.7 inakuja milioni 90. Nimeona niifafanue kwa sababu isije kakupa ukakasi. Kwa sababu kwa nini heka kumi tulipata milioni 29 point kwenda milioni 30 alafu heka 6.7 zimeenda milioni 90? Ni kwa sababu kuna nyumba moja, ni kwa sababu kuna nyumba moja ambayo iko mle ndani inaonekana imekamilika na kuna mwananchi ambaye anaishi pale, lakini kuna maboma kama mawili ambayo yako pale. Lakini pia, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunaamini kwamba harambee yetu hii, tutapokuwa tumepata fedha kadri ambavyo tutakuwa tumepata kupitia kwa wadau wadau mbalimbali, ambao wewe ndio utakuwa umesimamia hii harambee, tunaamini tutaanza kulipa fidia kwa yale maeneo ambayo yatakuwa hayana gharama kubwa sana. Hala, wakati hawa wengine tukijipanga ni namna gani bora ya kwenda kuwamaliza ili tuweze kuata... ili tuweze kutapisha shule yetu hii ambayo ina watoto wengi sana. Na nichukue nafasi kuwapongeza hasa walimu wa shule ya msingi Mwilavya, ukija kuangalia kwa ufaulu huo, lakini bado msongamano ni huo mkubwa. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu na kuwapongeza sana, naomba tuwapigie makofi walimu wote wa shule ya msingi Mwilavya. Baada ya kusema hayo machache, Mheshimiwa Mgeni rasmi nishukuru pia afisa elimu amefafanua vizuri, ambao kimsingi amekuwa bega kwa bega na sisi kwa ajili ya jambo hili, na tumekosa shule ile ambayo ameizungumza, ni kwa sababu hatukuwa na eneo. Kwa sisi tunapambana wananchi, wakati aminava tupate kwanza eneo liwe wazi, ili sasa serikali kupitia halmashauri waone umuhimu wa kutuletea miundombinu ya shule ili tuweze kujenga shule yetu. Kwa baada ya kusema hapo, namshukuru pia yupo kaimu mkurugenzi ambayo yuko hapa, nichukue nafasi sasa kumkaribisha naye awe na, na machache ya kuzungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa halimashauri ya mji, kwa sababu mimi peke yangu siwezi. Mnafahamu kabisa nimekuwa nikipigania jambo hili la shule kwenye vikao vyetu vya kamati, kwenye vikao vyetu vya baraza, na nyiye mmekuwa ukiniunga mkono kwa maslahi mapana ya kata yetu ya Mwilavya, lakini pia halimashauri zima ya mji au taifa kwa ujumla. Kwa hiyo sasa naomba nichukue nafasi bila kupoteza muda nimkaribishe mkurugenzi wetu wa mji wa Kasulu, ili mjue kwamba jambo hili sio jambo la kata tu, ni jambo la kihalmashauri, ili aweze kupata nafasi ya kuzungumza machache, na baada ya hapo nampa nafasi amkaribishe mgeni rasmi, ili mgeni rasmi aweze kuendelea na ratiba.